Mama yangu alikuja kwa ajili ya Omugwo kisha akafanya hivi na mume wangu. Kama mtu angeniambia kuwa kupata mtoto hakutabadilisha tu mwili wangu bali pia hali ya nyumba yangu, nisingeamini. Nilijua Omugwo ni ile desturi ya mama kumtembelea binti yake baada ya kujifungua ili kumsaidia. Ni kipindi cha mapumziko, faraja na upendo, lakini kwangu, mambo yalikuwa tofauti. Mama yangu alifika siku tatu zilizopita. Aliingia kama malkia anaingia ikulu yake, mrefu mwenye ngozi laini, mwenye mng'ao na harufu nzuri. Mama yangu amekuwa mrembo daima, ni yule mwanamke ambaye kila mtu humtazama akipita, hata bila yeye kujiremba sana. Akiwa na miaka 48, ngozi yake bado laini na yenye kung'aa, kana kwamba hupakwa mafuta kutoka mbinguni. Nyonga zake zimejaza kiuno chake chembamba na tabasamu lake lenye joto lakini la kuvutia kupita kiasi. Nilipokuwa mdogo, watu walikuwa wakisema tunafanana kama dada. Wakati huo nilifurahia kusikia hivyo, lakini sasa sijui tena kama ni sifa. Nilikuwa nimejifungua mtoto wangu wa kwanza, mvulana, na kwa kweli nilihitaji msaada wa mama. Usiku wa kukosa usingizi, maumivu ya kunyonyesha, uchovu usiokwisha, nilihitaji uwepo wake nilihitaji mtu wa kunisaidia kunitia moyo na kunipikia chakula kizuri, lakini tangu tu alipowasili, nilihisi hali ya hewa ndani ya nyumba yangu imebadilika. Mama alisema, aa, mwanangu. Alinikumbatia kwa upole akiepuka kunigusa kifuani. Umama umekupendeza kweli, angalia jinsi unavyong'aa. Nilijibu huku nikitabasamu kwa nguvu, mama, huo mng'ao ni wa uchovu, si uzuri. Aligeuka kwa mume wangu, ehe Ochu mwanangu, mtanashati! Hata umependeza zaidi kuliko nilivyokuonaga mara ya mwisho. Au binti yangu anakulisha dawa ya mapenzi nini? Ochu alitabasamu kwa aibu akasema, aa mama, anajitahidi tu. Wote wakacheka kicheko cha karibu na cha kirafiki. Nikajifariji kwamba ni kawaida, maana mama yangu ana tabia ya utani na ujanja ujanja. Usiku uliofuata mama alianza kuvaa kanga iliyofungwa kwa upole kifuani Akitembea bila viatu ndani ya nyumba. Manukato yake yenye harufu kali yalijaa hewani. Ochu naye akaanza kumsifia mara kwa mara, "Mama, tangu uja hapa nyumba imekuwa na furaha. Mama, chakula chako ni kizuri sana, wewe kweli ni baraka." Nilijiambia si kitu, maneno ya kawaida tu. Lakini usiku mmoja, nilipoamuka saa nane kumlisha mtoto, niliona mwanga ukitoka sebule. Nilidhani mama hajalala, basi nikaamua kuangalia. Niliposogea mlangoni, moyo wangu ulishtuka ghafla. Mama alikuwa amekaa kwenye kochi, kanga yake bado imelegea kifuani, ngozi yake iking'aa kwa mwanga hafifu wa taa. Na pale mbele yake Ochu, mume wangu, alikuwa ameketi akitabasamu huku ameshika kikombe cha chai. Nilisema kwa sauti ya kujizuia, "Mama, bado hujalala?" Wote wawili wakageuka kwa haraka. Ochu alionekana kuchanganyikiwa. Mama akasema huku akijifunga vizuri kanga yake, "Aha, mwanangu, nilishindwa kulala, nikaja kutengeneza chai nikakutana na mume wako hapa. Tulikuwa tunapiga stori kidogo." Nikatabasamu kwa nguvu, "Sawa, msikae sana usiku huu." Nilirudi chumbani, lakini moyo wangu ulikuwa unadunda kasi. Nilijitahidi kujituliza, ni mama yako, si mtu mwingine, hawezi kufanya jambo la ajabu. Lakini asubuhi iliyofuata Mambo yalibadilika zaidi. Mama aliamuka mapema na kuingia jikoni kupika supu ya kuku, chakula anachokipenda sana Ocho. Nilipoingia jikoni, akanitazama na kuniambia kwa utani, "Hii ni ya mume wako ho, wewe unamnyima raha, unamlisha chakula cha hospitali tu." Nilicheka kidogo, nikidhani bado ni utani. Lakini jioni Ocho aliporudi konjoni, alipouonja ule supu karibu aruke kwa furaha. Alisema kwa furaha, "Mama hii ni mbingu, wewe kweli ni baraka mama." Akacheka na kumlisha kijiko kimoja aonje kama chumvi imekaa sawa. Nilijitabasamu, lakini moyoni nilijisikia vibaya. Nilihisi kama kuna kitu hakiko sawa. Usiku huo, nilipokuwa tayari kulala, nilisikia mlango ukigongwa kwa upole. Niligeuka kumwangania Ochu, lakini sehemu yake kitandani ilikuwa tupu. Kugonga kukaendelea tena, kutoka nje ya mlango wa chumba chetu cha kulala. Itaendelea.